Mchujo wa taifa wa siku moja kwa ajili ya mbio za dunia za kupokezana umekamilika hii leo katika uwanja wa Nyayo. Esta Mbagari ni miongoni mwa wanawake watakaowakilisha Kenya katika mbio za wanawake za mita 400 kwa wanariadha wanne, na itakuwa ni mara yake ya kwanza baada ya kumaliza watatu katika fainali. Wengine katika mbio hizo za kupokezana ni Masi Adongo Okech, Masi Jebe, Masi Chabet na Aoko Owino. Kelvin Kiprop kutoka kaskazini mwa bonde la Ufa alitumia muda wa sekunde 51.64 kuongoza mbio za wanaume za mita 400 mbele ya Brano Nyari Tinega ambaye alimaliza wa pili. Wengine waliojumuisha kwa kikosi hiki ni Alan Kipiego, Kelvin Kipruto na Bonface Mweresa aliyemaliza wa tano. mwanajeshi Meshack Babu aling'ara katika fainali ya mbio za wanaume za mita mia moja kwa wanariadha wanne za kupokezana. Yeye ataongoza kikosi kinachojumuisha Isaac Omuru Wakundu, Steve Onyango, Moses Onyango Wasike, Ronald Kiprono na Nyamweya Monyori Charles. Wengine waliojumuisha katika timu hiyo ni pamoja na Ferdinando Manyala na Mark Odhiambo Otieno. Preparation imekuwa poa. Ilianza ijane kuanzia ile trial ya olympics immediately olympics iliisha tukakaa tukapanga na coach na tukaanza hii jana yeah on to the next level what do you expect from me on to my next level eh i can't promise but i'm aiming much to qualify for the world championship yeah Timu hiyo inatarajiwa kuingia kambini Jumanne ijayo kwa maandalizi ya kuwakilisha Kenya katika mashindano ya mbio za dunia za kupokezana yatakayofanyika Guangzhou, China, kuanzia tarehe kumi hadi 14 mwezi ujao. Ivy Terry, K24 michezo.